Wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman kathiran wa ba'd, ndugu Islam, tumeona katika darsa zetu zinazozungumzia siyam kwamba ili mtu awe ameharibu siyam yake kwa kufanya kifunguzaji chochote ni lazima akifanye kwa masharti matatu: iwe amekifanya kitu hicho kusudi na hali ya kuwa anakumbuka na hali ya kuwa anajua kwamba kitu hicho kinaharibu siamu na anajijua kwamba yeye kashaingia katika wakati wa siamu. Ni lazima awe amekifanya kusudi, kikiwa hakijafanyika kusudi, siamu yake iko salama, na ni lazima wakati anakifanya awe anakumbuka kwamba yumo ndani ya siamu, na ikiwa kwa kusahau, siamu iko salama. Lakini pia anatakiwa awe anajua kama amefanya kwa kutojua swaumu yake pia iko salama. Kama itatokea mtu amewaza mawazo ya kimatamanio katika mchana wa Ramadhan mpaka akatoa mbegu za uzazi, pia mtu huyu amesamehewa kwa sababu yumo ndani ya usingizi. Na hadithi imeonyesha kwamba aliye ndani ya usingizi amesamehewa kwa sababu naye hajijui kwa wakati ule. Na kuna swali limekuwa linajikariri na watu wanajiuliza kwamba, je kama mtu kakutana na mkewe akapata janaba na ikaingia alfajr hali ya kuwa hajaoga bado, je, anaweza mtu huyu kuingia katika ibada ya siyam? Na kalala na nia ya siyam, lakini alfajiri imeingia, pengine usingizi ulimchukua na kaamka wakati tayari ikama ya sala, siyam yake itasihi wakati bado hajaoga janaba? Bila shaka siam itasihi hata kama janaba lime, limekuwa limeendelea mpaka muda wa siam umeanza. Mtu kama itatokea ameamka na katika kinywa chake ikawa bado kuna mabaki baki ya tende, alikula tende na baadhi ya tende ile ikawa imebakia katika meno yake ya magego, alipoamka akawa anasikia utamu utamu kwenye kinywa, na wakati huo alfajiri ishaingia siam yake iko salama, kwa sharti kwamba asimeze hicho kilichobakia katika kinywa chake, bali ateme tende ile askutue na asimeze. Uhisi utamu tu katika kinywa na ikawa mabaki mabakibaki ya tende bado yapo, hilo halijaharibu siam yake, na hili linatokea mara nyingi katika mwezi wa Ramadhani. Kuoga pia kunaruhusiwa na kwa sababu kuoga kumeruhusiwa, kama itatokezea katika kuoga maji yakapenya masikioni au kinywani na yakaingia ndani ya mwili

na kilichosababishwa na kuoga kwa bahati mbaya kikatokezea hakitodhurusi. Kusukutua kama atasukutua na maji yakatokea ameingia ndani pia si tatizo. Wanavyuoni wakasema hata kama mtu atavusha zaidi ya mara tatu katika kusukutua, jambo hili atasameheka, si kwa sababu aliruhusiwa zaidi ya mara tatu, ni kwa sababu ya kutojua na kutokusudia. Labda tuanze kueleza hivi Imesuniwa katika udhu kufanya mara tatu tatu katika vile viungo ambavyo vimesuniwa mara tatu, ukiacha kichwa ambacho kinapanguswa mara moja tu, kwa sababu kichwa kinapanguswa, hakioshwi. Na tofauti ya kuosha na kupangusa ni kwamba kuosha kunatumia maji mingi yanayosababisha mtiririko wa maji, kwa alghaslu yaqtadi sayalan bi khilaf almash, kuosha kunasababisha maji yatiririke tofauti na kupangusa. Kupangusa na kwa ni maji machache yaliyoganda kwenye kiganja unapangusa kiungo kinachopanguswa. Kwa hiyo kichwa kinapanguswa na ili iwe ni upangusaji basi hakioshwi na ukipangusa mara nyingi maji yataanza kuwa mengi hayo sasa. Kwa hiyo kinapanguswa mara moja tu. Na Allah ana hikma nyingi. Pengine kwa sababu katika kichwa kuna nywele. Lau ungeosha maji ingebakia kwenye nywele, kikawaida, maji yanakuwa hayakauki haraka yanapokuwa katika nywele za mwili. Lengeza, kwa hiyo jambo hilo lingeweza kusababisha mafua na baridi ya kichwa lakini na Allah ni mjuzi zaidi, kwamba kichwa kikawa kinapanguswa, hakioshwi kwa maji machache yasiyotiririka katika kile kiungo husika. Na anapopangusa mtu, basi anakuwa wajibu ameutekeleza. Kwa ufupi, kichwa kinapanguswa. Tujue katika hivi vinavyooshwa au tunavyotumia mara tatu tatu, mtu anasukutua mara tatu. Sasa kama akasukutua kwa vile zaidi ya mara moja, akasukutua ni mara tatu hizo basi yawezekana ikawa mara kwanza ikawa hakupenya, mara pili kwa bahati akapenya, au mara tatu. Kitendo hichi kimeruhusiwa kisheria. Formula inasema, ma tarattaba ala almadhun ghayru madmun, kilichozaliwa na kitendo ambacho kimeruhusiwa kisheria, basi na kile kitachozaliwa, hata kama asili yake ilikuwa kibaya lau kingefanywa kusudi. Lakini sasa hivi hakija kusudiwa, na tumetenda tulichoruhusiwa na sheria, bali sheria imetutaka tufanye mara tatu. Kwa hiyo maji yakiingia hapo yatakuwa hakuna madhara yoyote. Sasa je, kama ataosha mara nne, kwani Uislamu unapendelea kwa sababu ndio jambo la ibada na mtu azidishe tu, kama wasemavyo baadhi kwamba nyongeza ya kheri ni kheri, kama kwamba kheri yoyote ukiongeza ni kheri, wakati si sawa. Ikiwa sheria imeweka kwamba uh, ibada hii fanywe kwa kiwango hichi, ukiongeza unaharibu. Ukisema utasali rakaa ya tano adhuhuri, haitofana, sala itabatilika. Nyongeza ya kheri itajuzu katika uwanja kama wa sadaka kwamba kadiri ukitoa nyingi ni heri zaidi, lakini uwanja wa ibada uliowekewa mipaka ya kisheria tusizidishe mipaka yake. Kwa hiyo mtu atakaye tawadha akaosha ki kiungo zaidi ya mara tatu, huyu mtu ima kafanya makruhu au kafanya la haramu. Yani inawezekana hadithi ya mtume sallallahu alaihi wasallam ikabebwa kwamba kitu hichi ni makruhu, hakipendelewi na kukiacha ndio bora na ni thawabu, ama ni haramu hasa

faqad asa, mtu huyo atakuwa amefanya uovu, wataadda na amepindukia mipaka, wa dhalam na amedhulumu. Kwa hiyo haitakiwi mtu kuosha kiungo zaidi ya mara tatu. Sasa kaosha zaidi ya mara tatu ni makosa. Kaskutua zaidi ya mara tatu maji yakapenya, kwa hiyo mara ya nne au tano, je, siam ya yake itakuwa salama? Siam yake itakuwa salama kwa sababu lam yataamad, haja kusudia Tumesema siami iko salama kwa sababu ya kutokusudia. Ama yule ambaye amesukutua mara tatu maji yakapenya, basi tutasema siami yake iko salama kwa sababu mbili: kwanza, hajakusudia, isitoshe kusukutua mara tatu ni jambo liloruhusiwa kisheria. Haya yalikuwa kama ni maelezo ya kumalizia masala tuliokuwa tunaizungumza katika darsa iliyopita, lakini darsa hii ya leo hasa ilikuja na masala mpya hii ambayo tumekusudia kuieleza. Nayo ni masala ya kwamba mtu kala baada ya kuchomoza alfajiri. Nini hukumu ya mtu ambaye ameshakula wakati alfajiri imeshachomoza? Yani alfajiri ishaingia, muda ambao alitakiwa asile Ushaanza muda wa siamu ushaanza, lakini yeye huyu kala hapo. Ndugu zangu, kuna hali tano. Hali hizi tuzisikilize vizuri na hukumu zake. Hali ya kwanza ni mtu kuwa ana hakika mia juu ya mia kwamba alfajiri haijachomoza bado. Kwa mfano, alfajiri inaingia saa kumi na moja yeye akawa amekula na amekunywa kumi unusu na akamaliza kabla ya kumi na moja mtu huyu saumu yake ni sahihi. Hali ya kwanza. Hali ya pili ni mtu kuwa na hakika kwamba alfajiri imeshachomoza, uhakika huo anao, akala na akanywa saa kumi na moja unusu wakati alfajiri inachomoza saa kumi na moja ni mfano huo eh? Ina maana ya kwamba huyu saumu yake imeharibika. Hali mbili zishafahamika, zote ni hali za hakika. Hali ya mwanzo ana hakika alfajiri haijachomoza, akala kabla alfajiri, saumu yake iko salama hali ya pili, ana hakika kwamba alfajiri ishachomoza akala baada ya hakika hiyo, siamu yake imeharibika. Hizi ni hali mbili zinafanana katika jambo la uhakika kwamba ana hakika, hali zote mbili. Tuje katika hali ya tatu, ni kwamba mtu kala na huku ana shaka kwamba je, alfajiri imechomoza au bado, lakini ana dhana kubwa kwamba bado haijachomoza. Ina maana ya kwamba asilimia alionayo katika ufahamu wake na kuelewa kwake asilimia kubwa ni kwamba bado alfajiri haijachomoza, akala. Mtu huyu saumu yake itakuwa sahihi, hata kama baada ya hapo akaja akabainikiwa kwamba kumbe alfajiri ilikuwa ishachomoza. Maana anaweza akala akawa na dhana kubwa kwamba alfajiri bado, ghafla moja, wakati anakula akasikia iqama, atatakiwa aache kula kuanzia muda huo. Lakini sasa kashabainikiwa kwamba kumbe alikosea, mtu huyu saumu yake itakuwa sahihi kwa sababu huyu alikuwa amejingikiwa na ile hali na ilikuwa haikumbainikia bado, haikumbainikia yeye alikuwa na dhana kubwa ya kwamba alfajiri bado, lakini shaka shaka ilikuwepo kwamba isije kuwa alfajiri tayari, tutasema kwamba swaumu yake ni sahihi. Hali ya nne ni kwamba mtu kala na kanywa na anadhana kubwa kwamba alfajiri imeshachomoza, lakini uhakika hana hali hii ya Sheikh ibn Uthaymeen anasema pia saumu yake ni sahihi, pamoja kwamba ana asilimia kubwa, lakini kwa sababu ana dhana na pengine yuko katika mazingira hana sana, hana sana wa kumuuliza huyu saumu yake ni sahihi. Kwa sababu gani sahihi na wakati ana dhana kubwa ya kwamba alfajiri ishachomoza, ila hakika hana na shaka ipo kwa asilimia fulani kwamba yawezekana ikawa bado haijachomoza, siyamu yake ni sahihi kwa sababu ya aya imetaja neno tabayun na tabayun ni kubainikiwa na huyo hajabainikiwa, kawanadhana tu, lile jambo halijakuwa wazi, kwa sababu atabayyun hasa asili yake ni albainuna na albainuna ni kitu kubaguka. Kwa mfano, kuna kitu hivi ukakipambanua baina hichi na hichi, tutasema kullu wahidatin kullu wahidin minhuma bainun 'anil lahar kila moja kati ya mawili ya shabaguka. Unaona sana jicho linakuonyesha kwamba hichi sasa sio hichi, vishapambanuka. Kule kupambanuka ni neno ambalo linakubaliana lina na neno hakika, kwa sababu aya imekuja wakulu washrabu hata yatabayana, kuleni na munywe mpaka ikubainikieni kabisa, lakum kwenu nyinyi, alkhaytu alabyadu min alkhayti alaswadi min alfajr, kuleni na munywe mpaka ibainike hali ya kupambazuka kwamba weupe wa alfajiri ya kweli ushaanza kuingia ingia, na ile alfajiri ya uongo ama kile kiza cha usiku ukishaanza kuondoka, almuradi alfajiri imekuwa imebainika. Kwa hiyo neno tabayun halipo katika dhana kubwa, tabayuni inapatikana wakati wa hakika. Na wakasema pia hali hii ni tofauti na ile hali ya kuzama jua, kwa sababu wakati mtu yumo ndani ya siamu ya mchana Tutasema alaslu fi haqqihi siyam fala yuftiru ila bighurubi shams, ha, asili wa ambaye yumo ndani ya mchana, hali anayoendelea nayo ni hali ya siyam. Kwa hali si ya siyam mara nyingi inapewa nguvu zaidi kuliko hali ya kuftari, kwa sababu ya asli. Asli ni kile kitu ambacho unaendelea nacho na umetoka nacho hapo nyuma, lakini asli ya usiku ni kuendelea kula mpaka ije sababu iliyotubainishia kwamba mchana umeingia.

asili ni kuendelea usiku na asili ni kuendelea uhalali wa kula na kunywa na kukutana na mke mpaka ibainike. Kwa kwa vile asili ni hiyo, asili siku zote ina nguvu, asili siku zote ina nguvu mpaka kije kitu kitutoe nje ya asili. Kama ambavyo mtu kashaanza kufunga yuko wakati wa mchana, huyu tutasema sasa hivi al-aslu an yabqa ala siyam hata taghruba shams, asili ni kwamba aendelee na kubaki na siyam mpaka jua lizame, au iwe, ije hali moyoni inayomwonyesha kwamba sasa hivi jua lishazama alishazama. Kwa mfano, dhana kubwa, kwa dhana kubwa uh, inaruhusika wakati wa, wa, wa mwisho wa mchana kula. kwa sababu gani? dhana kubwa imeondosha asili katika jambo la mchana na haijaondosha asili katika jambo la usiku, maanake dhana kubwa ya kwamba alfajiri ishachomoza lakini bado haijawahakika tunasema wewe bakia kwenye asli, endelea kula. Lakini dhana kubwa kwamba jua lishazama, hatumwambii unalazimikiwa kubakia na asli ya kufunga, tunamwambia tunawambia inajuzu kula. Kwa sababu gani? Kwa sababu kwenye hali hii iko hadithi imeonyesha kwamba dhana kubwa inamruhusu mtu ale akiwa na dhana kubwa kwamba jua lishazama, nayo ni hadithi ya Asma tuliwahi kuitaja na tutaitaja tena inshaallah, ambapo katika kesi ya usiku haijaja hadithi hiyo. Kwa hiyo ndio tukasema asli tunabakia nayo katika hali ya usiku, ama katika hali ya mchana na jioni ile, ni kwamba tunaweza tukaiacha asli tukaitendea uh, dhana kubwa kazi, na tukasema inajuzu mtu huyu aondoke kwenye asli na sasa ale aftari, lakini katika kesi ya usiku hatuna dalili, na ndiyo maana tukasema kesi ya usiku tutabakia na aya imetutajia attabayyun, jambo la uhakika katika kesi ya mchana mpaka magharibi pale hadithi ya Asma itakuwa imetuonyesha kwamba hata dhana inafaa katika mtu kula ikiwa dhana ni kubwa. Ama kesi ya usiku tunasema dhana kubwa ya kuingia alfajiri haitotulazimisha tuanze siamu kwa sababu aya imetutajia atabayun. Kwa hiyo ikawa kuna tofauti ya hali ya siamu unapotaka kuianza na siamu unapotaka kuimaliza. Katika hali ya kabla hujaanza siamu, tabayun ndio inayofanya kazi iliyotajwa kwenye aya, na katika hali ya Aa, karibu na magharibi pale, dhana kubwa itafanya kazi, kwa sababu hadithi ya Asma imekuja. Likija suala, je, kama kala huyu, kwa sababu tabayuni ilikuwa haijapatikana kwake, kala anashaka tu kwamba pengine alfajiri shangia, au ana dhana kubwa kwamba alfajiri imeshaingia, ana dhana kubwa lakini, tumesema kwa sababu hakika tu haijapatikana, itajuzu ale Je, kaja ikambainikia iqama sasa inaimiwa na akaona kumbe kakosea, ni kwamba saumu yake sahih, kwa sababu sharti la kuivunja siam yake limekosekana, mojawapo nalo ni sharti la alilm hujua. Huyu mtu jahila bil hal kajingikiwa na hali eh, hali ile alikuwa hajajua kwamba hali hii tayari siyam ishaanza na kwamba alfajiri imeshachomoza mambo haya yanamtokezea Mwislamu. Kaamka hajala daku, ana kiu, ana njaa, ana dhana kubwa tu kwamba alfajiri ishaingia. Saa hana hana wakumuuliza, na pengine yuko katika mazingira ya jela kafungiwa. Sasa huyu mtu anahitaji ale, apate nguvu kwa ajili ya siamu yake. Sheria ikampa nafasi ale, anywe, lakini ghafla moja akaja akasikia ikama, sauti imepenya katika uwazi wa kile chumba alicho nacho basi hatakiwi tena ale, sasa hivi tabayuni ishapatikana. Lakini alichokila wakati alfajiri tayari ishaingia, kile kasamehewa kwa sababu ya kutojua. Sasa tushaondoka kwenye usiku, tushautaja hali zake ngapi? Tano akiwa na hakika alfajiri haijaingia, kula kwake hakuharibu siamu kwa sababu kala katika muda unaofaa. Akiwa na hakika alfajiri ishaingia, kula kwake kutaiharibu siamu kwa sababu tabayun ishapatikana na hakika, na hiyo ni hali ya pili. Akiwa na shaka kwamba alfajiri ishachomoza au bado, lakini dhana kubwa ni kwamba bado haijachomoza, hapo saumu yake sahihi, hata kama kakosea. Akila na akinywa kwa dhana kubwa kwamba alfajiri ishachomoza, lakini hakika bado haijapatikana wala tabayyun, saumu yake sahihi, hata Sheikh Ibn Uthaymeen anasema hivyo, rahmatullahi alayhi. Na hali ya tano ni kwamba mtu kala na kanywa, ana taraddud, ana 50, 50 kwa 50 kwamba imma alfajiri ishachomoza au bado Huyu saumu yake ni sahih kwa sababu tabayun haikupatikana. Hey, hii ni hali ya kwamba kabla ya alfajiri kuingia, kabla ya kuanza muda wa siamu. Sasa tuje katika hali ya kinyume chake, kabla ya magharibi kuwa a, tumepata uhakika yani kabla ya kupata uhakika juu ya jambo la ghurubu shamsi, kuzama kwa jua, Alquran ishatuambia sisi kwamba siam ifanywe mpaka uanze usiku. Na usiku unaanza baada ya kukamilia kuzama kwa jua. Qur'an imetuambia thuma atimu siama ila layl kisha timizeni siyam paka usiku. Usiku tutaujuaje kwamba umeingia hujaingia? Mtume sallallahu alaihi wasallam akataja kidhibiti cha kuingia usiku ambacho kidhibiti hicho ndio kitatujulisha kwamba siyam kisha maliza kwayo, ila leil, ila paka, paka. Kwa hiyo aya hiyo iliyotaja ila layl ila imeonyesha mpaka fungeni mpaka usiku. Aya hii imewekwa wazi na hadithi ya Imam Bukhari na Muslim.

waadbara naharu min hahuna, na mchana ukatoweka kutokea upande huu, akaashiria kwa mkono wake upande wa magharibi. Wagharubat shams, na jua likawa limeshazama. Faqad aftara saim, hapo ushakuwa umefika muda wa kufturu aliyefunga, ushafika muda huo. Mpaka maulama wakasema kwamba imesuniwa sisi tuwahi kula mara tu baada ya kuzama ile lile jua, mara tu baada kuzama ili. Sasa kama itatokea mtu kakosa kula, yuko katika mazingira ambayo, uh, kafungiwa ndani ya chumba labda na hana cha kukila wala kukinywa, basi ulama wakasema atieni nia ndani ya moyo wake kwamba mimi kuanzia hivi sasa kad aftartu, nishatoka nisha nje japo ya, kwa nia yake, au ameipata sunna hiyo, ingawaje hadithi hii kama inaonyesha maelezo ya kwamba automatically mtu huyu aftara na ameshatoka nje ya siamu, lakini kwa sababu kitendo cha kula na kunywa kinathibitisha, kina, kina kule kuheshimu kwake mipaka ya Mola wake, na kwamba uliponitaka niache kula nimeacha kwa siamu, na ilipomaliza siamu tunaitekeleza haraka amri yako, siongezi kwa nafsi yangu kwa kufanya kitendo kinachoonyesha sura kama kwamba naendelea na na siamu, ndio maana nakula na kunywa kwa sababu amri yako iko hapo, kwa sababu Allah anapenda mipaka Ikianza siamu ya siku ya mwanzo ukila unaingia dhambini. Ikimaliza siamu unatakiwa ule kwa sababu ya Idul Fitri hii siku ya mwanzo hiyo. Sasa atakaye atakayefunga anaingia kwenye dhambi kubwa. Na ndio maana hata kula yenyewe inatakiwa asubuhi mapema kuonyesha kwamba ninakaa kwenye mipaka. Kwamba ile kula yenyewe hukutakiwa usubirie, mchana, asubuhi mapema kabla hujaja katika salatu ya Eid uftari, uh, wala ukwatende kadhaa, ili uonyeshe kwamba ya Rabbi, nimekaa kwenye mipaka. Leo hii nakutii kwa sababu umenitaka leo nsifunge na jana niwe ndani ya funga. Kwa hiyo ndugu zangu wa Uislamu, haya ni mambo ambayo tunatakiwa tuyajue. Kwa hiyo mtume amesema ikiingia tu maghrib, mtu huyu anakuwa ni muftir na anatakiwa afanye halat al-iftar. Sasa wanavyuoni wanasema atakayetia shaka ya kwamba alfajiri imeshachomoza na ikawa na shaka 50 kwa 50 baina ya kwamba alfajiri ishaingia au bado, na akala pamoja na shaka hiyo, siamu yake iko salama, hata ikibainikia kwamba kumbe alikuwa alfajiri ishaingia. Lakini wakasema kinyume chake, mwenye shaka ya kwamba jua lishazama au bado, 50 kwa 50 hana dhana kubwa, eh, 50 katika akili yake inamwambia kwamba halijazama na 50 ya pili inawezekana lishazama, ana shaka, yuko kati na kati.

Alwahmu ni kuwa na asilimia 25 kwamba jambo fulani lishakuwa tayari, lakini asilimia 75 kwamba bado halijawa. Yani mtu ana asilimia 25 kwamba pengine jua lishazama, lakini asilimia 75 itakuwa bado halijazama. Hali hiyo hali mtu anaweza akatokezewa nayo, pengine yuko kwenye chumba, hana uwezo wa kupata uhakika wa jua kwamba limezama au pana wingu, kama ilivyotokezea masahaba, na ikawa tuna uhakika wa kuweza kujua kwamba lile jua lit, litazama saa ngapi, na wingu limefunika lime mpaka katika upeo kwa hiyo tunasema wahmu haimruhusu mtu tukitoka katika alwahmu tukaja kwenye shaka, shaka ni asilimia 50 kwa 50, nusu kwa nusu. Shaka pia asilimia 50 haina nguvu ya kumruhusisha mtu ale. Halafu Hala kuna ghalabatu dhann ambayo asilimia kama 75 halafu kuna al-yaqin ambayo ni asilimia mia juu ya mia na hicho ndio tunachokiita hakika. Kwa alwahmu na ashak haifanyi kazi, ghalabatu dhann inachukuliwa na inakubalika katika jambo la kula watu hawana hakika lakini wana ghalabatu adhan, pengine wenge subiri wenge pata hakika baada ya muda, na ni kawaida jambo kilisubiri utapata hakika. Kwasabu, kwa sababu ukiwa una dhana kubwa tu kwamba jua lishazama, bila shaka kishapita masaa mawili matatu, hakuna dhana tena, kuna hakika. Lakini kina Asma hawajasubiri, ingawaje wazi ulikuwepo wa kuja kuweza kutokeza jua wakaliona, lau kama jua litakuwa bado halijazama, na kweli ndio kilichotokezea lilitokezea nyuma ya yale mawingu, kwa sababu palikuwa na uwazi kabla ule upeo, baina ya upeo na mawingu palikuwa na uwazi, lakini wao wakaona kwamba dhana kubwa inaonekana alishazama sasa hivi, wakala. Kwa hiyo na Mtume hakuambia kwamba lipeni saum. So, hii inaonyesha kwamba ghalaba tudhan inamhamisha mtu kumtoa kwenye asli, ikamruhusu ale. Asli hii tunapokuwa mchana

hawa watu waliftari kwa dhana tu, kwa sababu baadaye anasema asma thumma tala'at ash-shams, kisha jua likachomoza, na hawakuamrishwa walipe hawa siam hiyo. Kwa hiyo siam yao ikawa tayari imesha pita. Mpaka hapo itakuwa imefahamika masala uh, ya usiku kutaka kuanza siam na mwishoni mwa mchana kutaka kuanza al-iftar ahkam zake zikoje. Masala nyingine mtu kazamiwa na jua na yuko ardhini bado Yani, kwa airport chini jua lishazama wakala, mara wakapanda ndege. Walipopanda ndege na kupaa juu wakaliona jua, na inadhaniwa itakuwaje? Hawa wamepaa wanaelekea upande wa mashariki au upande wa magharibi? Upi ambao jua wanatarajiwa kuliona zaidi? Bila shaka upande wa magharibi, wanalifata jua, kwa sababu jua jua wanaliendea kwa juu au kupaa tu, kama jua lilikuwa halijazama sana, uh, ndo kwanza limezama. Sababu kwa kumewapeleka juu kunaweza kawapelekea kuliona jua na ikiwa wanaelekea upande wa magharibi, ndio kabisa wataliona kwa muda mrefu, kwa sababu wanalifuata jua linakoelekea, tofauti na wakienda kinyume na jua, kama wataelekea mashariki, na maana ya kwamba ndio kabisa itakuwa jua lile linaendelea kuzama. Sasa, kwa ufupi ni kwamba kama mtu atakuwa kishaftari, halafu akapanda kwa kwa ndege juu, au lift, jumba refu lina lift, kaftari chini, alipopanda lift kupanda juu, na kwa sababu anaenda ghorofa ya mbali, akaliona jua basi ndugu zangu waislamu mtu huyu mchana kwake ushaingia na siyamu shamalizika na kawaida siyamu kimalizika haijirejei tena ikaanza upya tofauti na yule ambaye tofauti na yule ambaye hajala bado akapanda lifti ikapanda juu kwa mfano kule Dubai kuna jumba linaitwa Burjul Khalifa lina lifti lile refu sana sasa mtu karibu na kuzama jua kwa dakika tano alipopanda lifti ikampeleka juu sasa ikawa sio dakika tano tena au ilikuwa imebakia dakika moja tu lizame, alipopanda juu sasa inabidi alisubirie kwa dakika tano ukumi, au kumi au ndege na ndege yenyewe kawa inaelekea upande wa magharibi. Kwa maana hiyo atalisubiria muda mpaka lizame, sheria inamwambia asubiri mpaka lizame, na ndio maana hukumu ya Kiislamu anayekaa katika ghorofa ya juu ya mia na yule anayekaa ghorofa ya chini, ingawaje kipande cha ardhi ni hicho hicho, lakini wa chini kishazamiwa na jua atakula. Yule wa juu anaweza akasubiria dakika tano nzima au kumi au wakati mwingine robo saa kama yuko mbali zaidi, ndio akaruhusiwa ale fakullun bihasabihi, kila mmoja kwa mujibu wa hali yake hapo alipo. Aliyezamiwa na jua atakula, aliyejuu sana bado jua analiona, huyu hatokula bali atasubiri mpaka jua lizame. Na kuna watu wanaishi milimani wanaliona jua, ambapo walio chini huku mabondeni tayari washafuturu. Kila mmoja ana hukumu yake. Kwa hiyo kigezo ni jua na mtu asiangalie kwamba wa chini yangu kashafuturu na kipande cha ardhi ni hichi hichi, akapokea taarifa kwa aliye chini akala na yeye, wakati yeye bado. Na hilo si lazima liwe ni jengo refu, wakati mwingine jengo la ghorofa tatu tu au nne au tano linamtafautisha baina aliye chini <coughs> na aliye juu, kwa sababu likizama tu jua, mtu si anatakiwa ale ile kipara cha jua likizama chote. Sasa huyu wa chini kama atakula juu kule inakuwa bado, kwa sababu uzamaji wa jua unakuwa kidogo. Kwa hiyo haya masaili ni mambo ambayo waislamu wanatakiwa we wa makini kwa ajili ya usalama wa wa siyamu yao. Wa akhiru da'wana an alhamdulillahi rabbil alamin.